Na Flora, agizo hilo ni linawahusu wafanyabiashara ndogo ndogo ambao tayari wana biashara zao. Kwa hiyo kesho usije ukafungua banda la nyanya ukaweka katikati ya jiji. <laughs> Lakini kufuatia hayo, wafanyabiashara wadogo jijini Mwanza wamepokea kwa furaha uamuzi wa Rais John Magufuli wa kusitisha zoezi la kuondoa kwenye maeneo ya katikati ya jiji na kuamuru warejee kufanya biashara zao kwenye maeneo yao wakizungumza muda mfupi baada ya kutolewa kwa agizo hilo, wafanyabiashara hao wamempongeza Rais Magufuli kwa kusikiliza kilio chao cha kupinga kuhamishiwa kwenye maeneo ambayo si rafiki kwa biashara zao. Tujiunge na Amikus Butunga kwa taarifa zaidi. Mji wa Mwanza umelipuka kwa shangwe baada ya Rais Dr. John Magufuli kusitisha zoezi la kuondoa wafanyabiashara wadogo kutoka kwenye maeneo ya katikati ya jiji la Mwanza, pamoja na kuamuru wafanyabiashara hao warejee kwenye maeneo yao. Wafanyabiashara hao wamepokea kwa furaha amri hiyo ya Rais Magufuli ambayo imewaruhusu kuendelea kufanya biashara zao kwenye maeneo yasiyo rasmi jijini Mwanza. Ay! Tamko la rais la kwamba tunarudi tena mjini, maana tuna watoto na sasa hivi na, na watoto wamefaulu, inabidi warudi shule Januari. Jamani, nashukuru sana tamko la rais la kutuonea sisi huruma wananchi. TBC imepita kwenye mitaa mbalimbali ya jiji la Mwanza yakiwemo maeneo maarufu ya Makoroboi na Sokoni na kushuhudia baadhi ya wafanyabiashara wakiwa wameanza kuuza bidhaa zao ikiwemo samaki na vitunguu huku wengine wakigawana maeneo ya kufanyia biashara kwamba turudi kwenye maeneo yetu. Tunamshukuru sana, kilio chetu ameisikia. Mimi nataka nimpongeze sana, kwa sababu huwa anasikia mambo eh, maneno ya watu wa chini, na, ma, na, na, na shida za watu wa chini. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Nafurahi sana kwa ujumla, kwa mimi mtafutaji mdogo mdogo, alafu pia kwa wale wote wanafurahi kwa, kwa tamko lake mheshimiwa mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo jijini Mwanza Saidi Tembo amemshukuru kwa dhati Rais Dr. John Magufuli kwa kusikiliza kilio chao, kwa sababu ndani ya siku nne adhabu na mateso tuliokuwa tukipitia utadhani ni mwaka mmoja. Binafsi, kwa niaba ya wafanyabiashara ndogondogo nimshukuru sana rais. Nirudie tena kumshukuru sana rais, cha kumlipa hatuna, ila Mwenyezi Mungu atamlipa. Umma ulikuwa upo katika adhabu kubwa, watu walikuwa wako katika mateso kubwa. Zoezi la kuondoa wafanyabiashara wadogo lililoendeshwa na serikali ya jiji na mkoa wa Mwanza siku ya Jumamosi, ambapo wafanyabiashara hao walihamishiwa kwenye maeneo ya Kiloleli, Nyegezi na Buzuruga ambayo hayana mazingira rafiki kwa ajili ya biashara. Amekusibutunga, TBC, Mwanza.